Unajua kwa nini kuna watoto wa mitaani? Ni kwa sababu ya mapenzi kati ya mume na mke. Mapenzi yakivunjika, huyu mwanamke anaondoka na we unaondoka. Mwanamke huyu anayeondoka hajafikia uwezo wa kukaa kama mjane bila kuolewa. Atakapokwenda kule ataolewa. Ina maana hawa watoto wakienda kwa mama watakuta baba wa kambo huyu mumeo, na yeye aliyeacha hajafikia umri wa kutokuoa naye ataoa mke mwingine. Kwa hiyo kule kutakuwa na mama wa kambo, wakienda huku kuna baba wa kambo, wakienda huku na mama wa kambo. Ni kwambie pamoja na vituo vya kulelea watoto yatima, usidanganywe, hakuna mtu mwenye uwezo wa kulea kama mzazi aliyekuzaa peke yake mzazi aliyekuzaa, hata kama unamwona wa ajabu, shikamana naye, kandamana naye, fuatana naye. Watoto nisikilizeni vizuri, mzazi aliyekuzaa, mama amekuweka tumboni miezi tisa. Huwezi tu ukasema huyu mama leo ni mchawi. Kwa nini asinge kunyonga wakati anakuzaa? Amekuzaaje? Umekuwaje? na wewe umeokoka, ni mwana wa Mungu, unaogopaje wachawi? Unafungulia una, una mbwa fungulia mbwa eh, hey! Unasema, Baba, katika jina la Yesu wamenijia kwa uchawi na kwa madunguli na kwa popo na kwa fisi na kwa bundi, mimi nawajia kwa jina la Bwana majeshi, na toa upanga. Ukisema tu hivyo, umeshaondoka umeshaenda, na upanga wako umeshatia mtu panga kule. Umenielewa ndugu zangu? Umenielewa? Watoto mliopo hapa wote, mama yako waganda lako lile dongo lako ni wa muhimu sana, amebeba kwenye mwili wake miezi tisa. Vitoto kwenye mwili huwa vinageuka, mimi kanakaa hivi, unamkuta mama kakikaa hivi, analishikilia tumbo hivi, umo wewe, yumo Frank Marathiare, yumo Baraka Tege, yumo Msimbe, yumo Paul, yumo Costa Askofu Gwajima tumboni, mara kanakaa hivi, kanapiga piga mama, anageuka haraka haraka, anakazuia ana, ana, ana, ana, ana. Leo lile dongo lile unadhalau kweli kweli, hupeleke hata sukari wala chumvi wala kanga wala kitenge kwenye maisha haya, ili roho yako iingie kwenye dongo, yuko aliyelitengeneza na kulitunza dongo angefanya uzembe tu, roho haina pa kukaa, ungesepa wewe ukaenda wapi? Mbinguni? mwanaume aliye na ugomvi na mkeo, pataneni leo. Mwanaume kama uko hapa, na kuapisha kwa jina la Bwana wa majeshi. Kuna wengine wamekuja hapa kanisani, lakini ana ugomvi na, na mke wake, tena wametifuana asubuhi asubuhi hii wamekuja kanisani, mama ametangulia, baba amekaa nyuma, mama amekaa mbele, anasubiri baada ya ibada wakanuniane tena. Roho Mtakatifu azungumze na wewe leo, utoke hapa uje utubu. Fomati nzuri ya kulea nyumba iko na mwanaume. Sikiliza vizuri, mwanaume ndiyo mlezi wa nyumba. Mwanaume kama ni mzuri, mwanamke hata kama awe mkorofi kiasi gani, atanyoka. Mi nakwambia of course, wapo wanawake wakorofi, wapo, sikatai, lakini mwanamke mkorofi akipata mwanaume mzuri, mwanaume anatuliza familia. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? si wewe ndio ulimtafuta? Ukujua kwamba ni mkorofi, kwani alikutafuta wewe? Wewe si ndio ulimtafuta? ulikuwa unajua. Mungu amekupa neema. Bibi inasema wazi, enyi hey, waume muishi na wake zenu kwa nini muishi na wake zenu kwa Roho Mtakatifu? Biblia inasema enyi waume muishi na wake zenu kwa maombi? Hapana, enyi wanaume muishi na wake zenu kwa akili. Kwa hiyo mwanaume ambaye anashina na mke wake akili si nzuri. Kwa akili, maana yake anaweza akaongea sana, wewe ukanyamaza, ndiyo akili, maana yake ukampisha akaongea akaongea, wewe nye menya aka kaongea menyakaongea akaongea, ukiwa umepigwa kuongea, unafungua mlango unatoka polepole. Ukirudi jioni, unarudi na kanga na vitenge, ndio akili yenyewe. Unarudi na mafuta, unarudi na perfume, unarudi na wigi, unarudi na cheni ya dhahabu ya shingoni, unarudi na, na pete za dhahabu, unarudi na wigi nzuri anaoipenda, unarudi na viatu. Unapiga magoti unamwambia, bebi, nimekuletea viatu hivi, sasa yaishe. We unajua kabisa hujakosea, unajua kabisa hujafanya nini, hujakosea. Unapiga makofi, bebi, yaishe, nimekuletea. Moyo wake anaanza kujisikia. Mimi kwa mwanamke, unasikia ameanza kulia. Hata mimi mwenyewe niseme, hata mimi ame, ameguswa. Sasa mwanaume asiye na akili mwanamke akichemka, kwanza kuongea yaani mimi unanionea. Ninasikia kuna watu kule hey, na wewe unaniambia hivyo, unaniambia hivyo. Mwanamke huwezi kumshinda kuongea, mimi nakwambia. Sasa wanawake akikwambia neno moja tu, hulali usiku kucha, anakwambia tu We, na we ni mwanaume hivyo? Sasa unavyojiona, neno moja tu anakuambia wewe, unavyojiona hivyo na we ni mwanaume. Anasema, mimi nipo nipo, walioolewa ni kina fulani. Unajiuliza Nimesikia vizuri naota? Ni uwe mtu na kushauri, do not argue with a woman. Women talk, tuna telephone, tuna teleconference, tuna telex, tuna telecommunication, tuna telewomen. Women talk. Wanawake hawana nguvu ya mwili, nguvu zao ni kwenye maneno yao.